Nam kwengine kwa mtazamaji ni kwamba siasa za chama cha ODM zilisheheni katika mazishi ya hayati Raila Odinga huko Bondo, huku viongozi wa chama hicho wakiapa kuimarisha chama hicho na kushirikiana na Rais William Ruto. Nam Rais William Ruto pia naye akionekana kuingilia siasa za mustakabali wa ODM baada ya kifo cha Raila Odinga akisema chama hicho kitabuni serikali ijayo. Na kama Stephen Leto anavyotuarifu ni kwamba baadhi ya wandani wa Raila wameapa kulinda ODM kwa hali na mali kuhakikisha inasalia imara. Rais William Ruto alizua msisimuko katika mazishi ya mwenda zake Raila Odinga uko Bondo, alipoashiria kwa ukamilifu kuwa yeye mwenyewe atafuatilia chama cha chungwa. Kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie, ni wale ambao wanataka Kungoa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Rais Ruto akiongeza kuwa chama cha ODM kitabuni serikali ijayo kwa vyovyote vile. Mapenzi ya Mungu. ODM will either form the next government or be part of the next government. Viongozi wa chama hicho wakishikilia kwamba ODM itazidi kukita mizizi na kutupilia mbali madai kuwa kifo cha Odinga kitazima taa ya chungwa. Baba amelala, Baba aenda salama, lakini jua kwamba papa wameamka. Sasa wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. I want to tell you today.

from Wajir up north to Nyatike Wotorumo. Swali la iwapo ODM itaendelea kushirikiana na UDA pia liliibuka. Ila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mwaka elfu mbili ishirini na saba, we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Joy! And I want to tell you whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame chama. Kitabaki, tuelewane namna hiyo. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari ODM, ODM. Hata baada ya machungu ya kumzika kinara wao Raila Odinga, wanachama wa chungwa wanasema chungwa bado ni tamu, na kwamba sasa wanataka mchakato wa kuhakikisha kwamba ni nani atasogeza chungwa kwa hatua nyingine. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Bondo.